Gift of Hope get away sobo, hauzi mkurugenzi na eh, tuko hapa tunaendelea kuelekea siku ya kupinga dawa za kulevya duniani au kupinga matumizi ya dawa za kulevya duniani. Sisi gift of hope, asasi ya oyabi Tanga recovering community eh, Tanga drug free tunaelekea maeneo mbalimbali kwenda kutoa elimu kinga dhidi ya dawa za kulevya leo tumeanza kijiwe cha Kwaminchi kwa maboda boda na madereva wa taxi kuwaelezea athari ya matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia usafirishaji na jinsi ya kujikinga na watu mbalimbali ambao wanawabebea mizigo kitu. Tumeelekea pia eneo la Mwembe Mawazo, ambako hapo ni magari mengi yanawekea lororo boda tumeweza kuwapa elimu wale madereva tukawapa elimu vizuri na wametuelewa, lakini nzuri zaidi ambayo tumeipenda ni eneo la wale waraibu ambao wanaishi kwenye wilaya ya Mkinga. Wale madereva walikuwa wanawasumbua kwa kusema watu wajeuri na nini lakini baada ya elimu ambayo tumeitoa leo wamesema wametuelewa na sasa hivi watakuwa wanawasaidia wale waraibu kuja kupata hii huduma bure na watakuwa wanasaidia usafiri. Ile ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, jambo la kumshukuru Mheshimiwa Rais lakini pia kamishina wetu wa udhibiti wa mamlaka ya kupambana na dhidi ya, ya dawa za kulevya, Mheshimiwa Elatus Limo lakini pia eh, kamishina wetu wa Kanda eh, ambaye wanatusupport kwenye eneo ile hili Kanda ya Kaskazini katika mkoa wetu wa Tanga. Dada Amina, hebu tuambie na wewe umeona nini kwenye upande wa wanawake? Lakini unajua Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni mwanamke, na tunatarajia kufanya maadhimisho na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga, na ndo mgeni rasmi. Hebu wahamasishe wanawake. Nzio, kama ulivyosema rais wetu ni mwanamke, mkuu wetu wa mkoa ni mwanamama, na mimi pia ni mwanamke, na sasa hivi wanawake tunajikita sana katika kutoa elimu ya afya ya akili pamoja na kupinga dawa za kulevya na katika mwaka huu maadhimisho yanatuambia tuwekeze katika kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Hivyo basi, napenda kuwahamasisha wanawake wenzangu, wamama, wadada walioko majumbani. Najua wanawake wengi wameathirika kwa namna moja au nyingine juu ya matumizi ya dawa za kulevya, aidha wao au wapendwa wao kabisa. Kwa hiyo ni vyema wakaja kupata huduma ndio na wakaja kushiriki haswa katika ile siku ya kuadhimisha. Kutakuwa na bonanza kubwa sana ambayo tutakuwa na michezo na elimu kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa atakuwepo. Kwa hiyo wanawake, kinamama na hata wababa, tujumuike kwa pamoja, kwani hii vita ni yetu sote. Tunaelekea eneo lingine, ile ni eneo hatarishi, linaitwa Deep Sea. Tunaenda kutoa elimu sasa kwa waraibu ili kuwaibua. Tuna number of people ambao wana bado wanaishi maisha yale yale wanapata treatment, lakini wanaishi kwenye mazingira yale yale. Ah, na mimi naitwa Adam natokea Gateway Rehabilitation Center tuko hapa kwa ajili ya kueneza na ujumbe unaosema kwamba tunawekeza katika kinga na tiba. Sio kwa hiyo, hili janga la madawa ya kulevya sio mchezo, ni hatari sana. Vijana wakae mbali, wasijaribu, wasiguse, wasinuse, kwa sababu inaharibu mfumo mzima wa akili na maisha kwa ujumla wa maisha yako yote. Kwa hiyo, tunaishi tukipambana na kuzuia matumizi mabaya ya madawa haramu ya kulevya. Majina naitwa Ali Kitandura, natoka Gateway Rehabilitation Center. Tunashukuru uh, mamlaka kwa kuweza kufanikisha zoezi letu la kuanzia tarehe leo ya 17 mpaka hitimisho ambayo Tanga tunaenda kuhitimisha tarehe ishirini na moja. Tutakuwa na bonanza kubwa kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha wote kuweza kushiriki nasi. Tanga bila dawa za kulevya inawezekana. Usisahau kusubscribe youtube channel yetu MP online TV.